Katika dunia hii, kuna maeneo ya makaburi ambayo yana hadithi za kushangaza, za kutia moyo na hofu pia, ambazo zimekuwa zikizungumziwa kwa miongo kadhaa. Hadhira ya wengi hutetemeka pale wanaposikia kuhusu makaburi yanayotoa mwanga au moshi, ambapo hakuna maelezo ya kisayansi yanayoweza kuthibitisha chanzo cha matukio haya. Hii ni mifano ya matukio yanayohusishwa na, na maajabu ya ki kipekee na kwa baadhi ya watu ni ishara za nguvu za kiroho, wakati mwingine wanatafuta sababu za kimazingira na za kijasusi zinazoweza kutuelezea. Katika makala hii tutachunguza baadhi ya hadithi maarufu za makaburi yanayotoa mwanga au moshi na kwa nini matukio haya yanagusa hisia za wengi. Je, ni kweli makaburi haya yana siri kubwa ya kihistoria na kisayansi au ni ishara za nguvu za kiroho zisizoeleweka? Weka jina langu, naitwa Abdul Kingungo. Karibu kusikiliza makala hii. Namba moja ni makaburi ya moshi wa zombi yaliyoko huko nchini China. Katika maeneo ya vijijini huko China, hasa katika mikoa ya milimani, kuna hadithi zinazozungumzia makaburi yanayotoa moshi wa ajabu sana. Hadithi hizi zilizopitishwa kwa vizazi zinasema kwamba moshi huu hutokea baada ya mvua kubwa au hali ya unyevu unyevu. Hali hii imekuwa ikielezwa kama moshi wa zombi, na inasemekana kwamba moshi huu ni Aa ya roho za waliokufa huwa zinajitokeza tena. Katika baadhi ya maeneo, watu wanashuhudia moshi huu ukionekana kutoka chini ya ardhi ukielekea angani kwa dakika chache kisha kutoweka kwa haraka sana. Wakati mwingine inasemekana kwamba moshi huu hauwezi kudhibitiwa au kueleweka na wanasayansi, na bado ni jambo la siri kwa watu wengi zaidi. Hadithi hii inawavutia wapenzi wa imani za jadi na hadithi za ajabu duniani, ambapo wachawi, wafu na ulimwengu wa roho wanachangia katika mtindo huu wa ajabu. Ingawa wanasayansi wanajaribu kutoa maelezo ya kikemikali ya moshi huu, lakini wengi wanashindwa kuelezea kwa undani zaidi, na wana usisha matukio haya na tamaduni za kijadi za jamii za Uchina. Namba mbili ni makaburi ya mwangaza wa roho yaliyoko huko Uingereza. Katika baadhi ya maeneo ya Uingereza, haswa maeneo ya kale ya mazishi, wakazi na waangalizi wa mazingira hayo wamerekodi mwangaza wa ajabu sana unaotoka kwenye makaburi hayo usiku wa manane. Mwangaza huu hauhusiani na mwanga wa kawaida wa mwezi au nyota, bali ni mng'ao wa kipekee ambao unaonekana kuzunguka makaburi au maeneo ya kaburi. Mwangaza huu umekuwa na tafsiri mbalimbali kutoka kwa wafu wanaodaiwa kuzunguka na kutafuta amani hadi kuwa ni ishara za roho za zamani zinazoendelea kuishi katika anga za kiroho. Wanasayansi hawajatoa maelezo ya kisayansi yanayoweza kuthibitisha chanzo cha mwanga huu. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa mazingira wanadhani kwamba inaweza kuwa ni matokeo ya mabadiliko ya kemikali kwenye mawe au udongo unaohifadhi kaburi. Lakini bado hadithi hizi zinavutia na kutoa mtindo wa kipekee sana wa uchunguzi wa kisayansi na kihistoria. Namba tatu ni makaburi ya moshi wa Banjul yaliyoko huko nchini Gambia. Katika mji wa Banjul kuna hadithi za ajabu zaidi za makaburi yanayotoa moshi, hasa baada ya mvua kubwa kunyesha. Watu wa mji huu wanasema kuwa baada ya mvua wa kunyesha maeneo fulani ya makaburi yanatoa moshi wa rangi ya kijivu au moshi wa buluu ambao haujulikani chanzo chake ni nini. Matukio haya yanajulikana kama moshi wa Banjul, na baadhi ya watu wanahusisha hili na roho za wafu ambao wanajaribu kujitokeza au kuwasiliana na jamii zao. Ingawa wanasayansi wanachunguza hali hii, lakini hakuna utafiti wa kisayansi unaoweza kutoa jibu thabiti kuhusu chanzo cha moshi huu. Hata hivyo, hadithi hii inachangia eneo hilo kuwa kivutio kwa watalii na wataalamu wa hali ya hewa duniani. Namba nne ni makaburi ya mwangaza wa moyo yaliyoko huko nchini Misri. Misri ni nchi maarufu kwa urithi wake mkubwa wa kihistoria, na baadhi ya maeneo ya kale ya makaburi ya Farao yana hadithi zinazohusiana na mwanga wa ajabu sana. Katika maeneo ya makaburi ya Farao, watu wamerekodi mwanga wa kijani au buluu ukitokea chini ya ardhi, ambao huonekana kwa dakika chache, kisha kutoweka tena. Hali hii sia wataalamu wengi, lakini hakuna uchunguzi wa kisayansi uliofanikiwa kutoa maelezo kamili ya chanzo cha mwanga huu. Wakati mwingine, mwanga huu umehusishwa na mabadiliko ya kimazingira kama vile mvua au mabadiliko ya kemikali chini ya ardhi. Hata hivyo, wapenzi wa historia na wale wanaopenda uchambuzi wa mifumo ya kiroho wanasema kwamba mwanga huu unaweza kuwa ishara ya nguvu za kimungu au ni nguvu za wafu wanaojitokeza tena duniani. Namba tano ni makaburi ya mwanga wa giza yaliyoko huko nchini Meksiko. Meksiko ni nchi maarufu kwa urithi wake wa kale, na baadhi ya maeneo ya miji ya zamani kama vile Osaka na Veracruz yana hadithi maarufu kuhusu makaburi yanayotoa mwanga wa ajabu zaidi. Watu wanashuhudia mwanga wa kijani au buluu ukitoka kwenye makaburi hayo, na hasa ni wakati wa usiku au wakati wa mabadiliko ya hali ya hewa mwanga huu nyingi umehusishwa na roho za wafu zinazotafuta amani au nguvu za kiroho zinazowalinda waliokufa. Hata hivyo, wataalamu wa kisayansi wanahangaika kutoa maelezo ya kimazingira na kikemikali yanayoweza kuelezea mwanga huu, lakini bado haijapatikana jibu thabiti mpaka hivi leo. Makaburi yanayotoa mwanga au moshi bila maelezo ya kisayansi ni sehemu ya urithi wa kipekee wa dunia ambapo hadithi za ajabu zinakutana na uchambuzi wa kisayansi. Ingawa baadhi ya matukio haya yanaweza kuwa na maelezo ya kimazingira au kemikali, lakini bado yanaendelea kuvutia hisia za watu na kuibua maswali yasiyokwisha kuhusu ulimwengu wa roho na maajabu yake. Kwa wengine hii ni nafasi ya kuona mwanga katika giza la maisha baada ya kifo, huku wengine wakitafuta maana ya kiasili na kidini kuhusu matukio haya. Hivyo, tunapozungumzia makaburi haya ya ajabu tunapata mwanga mpya kuhusu imani za kiroho, maswali ya kisayansi, na hadithi ambazo zinajitokeza kwenye kivuli cha maisha na kifo. Na huu ndio mwisho wa makala hii. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.